Wakati huu nimeamua tukumbushane, nitoe sadaka ya maneno, sadaka ambayo naamini itaishi katika maisha ya mwanadamu kwa muda mrefu endapo ataamua kuzingatia. Na hili ambalo tutalizungumzia ni sira kubwa sana tofauti hata na ibada, ni jambo ambalo litaweka mizani yako siku ya Kiyama, litakuweka juu sana tofauti hata na kushikamana sana na kufanya ibada. Ibn Qayyim anatuambia, ad-dinu huwa al-khulqi faman zada alayka fil akhlaq zada alayka fit tadayyun, dini ni tabia, dini ni tabia. Yoyote aliyekuzidi kwa tabia wewe, basi huyu amekuzidi katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratul Mulku anatuambia baada ya kule mwanzo, tabaraka alladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah anasema alladhi khalaqa lmauta Allah ambaye ameumba umauti, walhayata na uhaii, li yabluwakum, ili yakujalibuni, ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu atafanya matendo mazuri? Sio atafanya matendo mengi, atafanya hiki atafanya kile, la ayyukum ahsanu amala, nani atafanya matendo yaliyo kwa quality nani atafanya matendo ambayo hayana chenga chenga? Nani atafanya matendo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhlaki ndugu zangu ni miongoni mwa mambo ambayo katika zama zetu yameondoka, tabia mzuri zimeondoka kabisa. Lakini mtu anashikamana sana na ibada. Leo ukiwa mtu mwenye kushikamana sana na ibada unaswali, unafanya hiki, unafanya hiki, ukawa hauna tabia mzuri ni Aba Mansura hakuna chochote kitakachokusaidia. Lakini pia ikawa una tabia mzuri sana, unaishi na watu vizuri, unawasalimia, unatoa sadaka, unatoa zaka na ibada ya swala tano, hakuna hakuna chochote kitakachokusaidia. Wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikufa mama mmoja, yule mama jeneza lake linapelekwa makaburini, anaenda kuzikwa Maswahaba wanamwambia Rasulullah, mama yule alikuwa hivi alikuwa vile alikuwa vile, lakini tabia yake moja tu alikuwa anawauzi wauzi majirani zake. Mtume wa Allah anamwambia innaha finnar, anamwambia maswahaba, huyo ni mtu wapi? Mtu wa motoni, lakini alikuwa ana swali huyo, anafunga swala za usiku, amali mbalimbali, lakini tabia yake tayari imeshaharibika. Anaambiwa a ana ah, innaha finnar. Lakini pia ukiwa na tabia nzuri, uko unafanya hiki unafanya kile unafanya kile, pia ikawa uswali wewe ni mtu wa wapi? Pia ni mtu wa motoni, kwa sababu hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama, aya ya Qur'ani Allah subhanahu wa taala ametuwekea wazi. Ewe ndugu yangu Mwislamu, fahamu kuwa siraha kuu ya mwanadamu sio mali, siraha kuu ya mwanadamu sio mali wala cheo, bali ni akhlaqi njema. Mtu akipendeza kwa tabia njema Kuonekana mrembo hata kama hana sura ya kuvutia. Akhlaki njema ni taa angavu isiyozimika, ni daraja la watu waliofanikiwa. Mtume wa Allah, watu wanaujua Uislamu, wanaingia katika Uislamu, wanaupenda Uislamu hata kabla Mtume wa Allah subhanahu wataala bado hajapewa utume, kwa tabia zake tu. Mtu anabadili dini, anaingia katika dini ya Allah subhanahu wataala walianza kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika surati al-Qalam, al-Qalam, nuni walqalami wama yasturun. Katika aya ya 4 anaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Anaambiwa kwa hakika wewe uko juu ya tabia njema, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wewe uko juu ya tabia njema, subhanallah. Mtume wa Allah alipambwa na tabia njema kiasi kwamba watu walivutiwa kwake kabla hata ya kuisikia Qurani. Tabasamu lake uvumilivu wake, huruma yake, na uadilifu wake vilikuwa vinavutia nyoyo za watu wengi. Tena swaba moja anasema, maraani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wabtasama fi waji, hajawahi kuniona mimi mtume wa Allah subhanahu wa taala isipokuwa mtume alikuwa anatabasamu katika uso wangu. Innama buithtu li utammima makarim al akhlaq, anasema mtume wa Allah, hakika nimetumwa ili nikamilishe tabia njema. Mtume wa Allah alimtuma kwa ajili ya mambo mengi, mambo ya ibada, watu waswali, watu wafunge, waishi na watu vizuri. Lakini Mtume wa Allah nimetumwa mimi kwa ajili ya kukamilisha tabia njema. Manabii wengine wamekuja, wameleta tabia njema, wameleta ibada, wameleta mambo mbalimbali, lakini Mtume wa Allah akashika hapa tu, nimetumwa mimi kwa ajili ya kukamilisha tabia njema. Tena akasema mtume, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqa. Hakika yule ambaye atakuwa karibu na mimi Hakika katika wale ninaowapenda na atakuwa karibu na mimi siku ya kiama ni watu wenye tabia mzuri. Leo wallahi, tabia zetu zimekuwa mbaya mbaya sana. Mwislamu kwa mwislamu atusalimiani kwa sababu ya kasoro za madhehebu. Yule anakunuti, huyo akunuti huyu, anasema la ilaha illallah, alafu mimi sisemi wakati wa tarawehe. Ndio ugomvi umekuwa mkubwa, watu hawapendani, watu wanagombana. Lakini mtume wa Allah subhanahu wataala anasema hakika yule ninayempenda mimi na atakuwa karibu na mimi ni yule mwenye tabia njema, mwenye tabia mzuri. Tazama lengo kuu la Uislamu ni kukamilisha tabia sio tu swala la, la kufunga bali ni tabia njema mbele ya watu na viumbe vyote vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaqi, tabia njema ni kule kusema ukweli. Ya ayyuhalladhina aladhina amanu taqullaha wa waquluu qaulan sadida.

Kwanza, mwogopeni Allah, waqulu qawlan sadida, na mzungumze maneno ya usawa maneno ya ukweli. Mkifanya hivyo, yuslih lakum a'malakum, Allah atafanya mambo yenu kuwa mazuri kabisa. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameni makosa yenu. Allahu akbar, Allah atakusameni madhambi. Wa may yuti' Allah, mwenye kumti Allah, wa rasulahu, na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, huyu amefaulu, ufaulu uliokuwa mkubwa kabisa. Kwa hiyo mtu mstaarabu mtu mwema anatakiwa

kuvumilia makosa ya wengine kwa sababu tunaamiliana na watu mbalimbali mbali. Sisi tunatakiwa tuishi na watu kwa tabia zetu sio kwa tabia zao. Tabia zetu ni tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabia mzuri anaishi na watu vizuri, anawapenda watu, kuvumilia makosa yao, kwa sababu kila mmoja ana mapungufu yake. Anaweza mtu akawa anakufanyia ugomvi fulani, anakufanyia uharibifu fulani, anakufanyia jambo fulani fulani, lakini unamvumilia, huku unamuelekeza taratibu taratibu, ili jambo mimi silipendi lakini pia kusamehe watu. Wema wanatakiwa wasamehe. Umekasirishwa, umekosewa, unatakiwa mtu uwe msamehevu. Lakini pia kujinyenyekeza bila kujiona. Leo wallahi kuna watu wanaswali na wanajiona vibaya mno. Hapa nataka nizungumze kitu kidogo, mm, kama nakosea Mwenyezi Mungu anisame. Nilikutana na bwana mmoja katika shughuli shughuli zetu za dawa, bwana maarufu maarufu eh, katika maeneo mbalimbali Tumefika msikitini siku ya Ijumaa, yule bwana, kwa sababu ya ule maarufu wake, akutaka kabisa aonekane na watu, aliomba nafasi ya kuzungumza Ijumaa ikawa yeye. Kwa sababu ya kujiona, hata yani yeye hataki kutembea hata na bodaboda, anakwenda hotelini kunywa chai, anataka chai aletewe pale nyumbani. Kama ataenda yeye, atakaa kwenye gari vivyo vimefungwa, anaingia tu pale kidogo, amekula ametoka, hata msikitini, jambo la ibada. Tumefika msikitini Saa sita na dakika arobaini na tano khatibu amepanda mimbalini msikiti leo alianza hivo, wanasoma wana, hutuba robo satu, khatibu amepanda mimbalini. Shekhe yule amekaa ndani ya gari, wanakim ndo ameingia, imamu akatangaza akazungumza maneno yake aliyozungumza, akawachangisha pesa. Imeisha tu ameingia kwenye gari, ameondoka hana habari na mtu. Sasa dini haiko hivo. Dini kwanza ni kujinyenyekeza bila kujiona. Unawasalimia watu, unakaa una na watu, unakaa wa na watu wakubwa na wadogo, lakini pia kutowadharau watu. Dharau inatualibu. Kwa nini tuwadharau watu? Wakati sisi wote tumeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja amempa kipaji chake, akampa udhaifu wa wake, lakini sisi tusipende kuwadharau watu. Lakini pia kuwa na huruma, kuwahurumia wazee, kuwahurumia watoto wadogo, Kuwahurumia maskini, kuwahurumia wanyama, kutosengenya na wala kuleta fitina kwa watu. Yaani leo, kila ninachozungumza na, ni naona ndo msiba ambao tuko nao katika jamii yetu ya leo. Kila ninachokitaja kimoja kimoja, naona ndo msiba mkubwa ambao leo unatuumiza na, na kutukandamiza. Tusimame hapa kidogo kwenye kusengenya, naomba leo kwa leo, inshallah tuishie hapa. Usimame hapa kwenye kusengenya, na wewe ujipime, je utatoboa kweli akhira? Allah subhanahu wataala ametukemea sana ndani ya Qur'ani kuhusiana na kusengenya katika maeneo mengi, tena akasema kusengenya ni kula nyama ya ndugu yako aliyekufa, kumsema mtu vibaya. Kila mmoja na makosa yake na mapungufu yake. ya ayuhal ladhina amanu taquu llah, Allah anatuambia katika surati ya Al-Hujurat, ya ayuhal ladhina amanuu